Kwa takwimu nilizo nazo Nyakagomba ina waganga kwa kata ya Nyakagomba peke yake ina waganga zaidi ya mia moja na ishirini waliosajiliwa. Hatukatai waganga kwa sababu ni asili, lakini tunakataa waganga ambao wanapiga ramli chonganishi: baba yako mchawi, mama yako mchawi, jirani yako ndio kakuroga hufanikiwi kwa sababu unarogwa. Uh, ukitaka ufanikiwe kwenye machimbo lazima tupate mguu wa mtu. Ukitaka ufanikiwe ng'ombe wawe wengi, tumuue mtu, mguu tufukie katikati ya zizi, na changamoto zinazofanana na hizo. Tunawapenda sana waganga kwa sababu asili yetu ilianzia huko, lakini mtibu kwa kufuata sheria na kanuni. Msitibu kwa kuchonganisha jamii na hatimaye tunapelekea mauaji. Tulikuwa na changamoto kubwa sana ya mauaji Geita, lakini chanzo ni ramli chonganishi. Nawaomba na nakusi waganga wote wa kata ya Nyakagomba na wale niliopo hapa, mwapelekee taarifa. Nilipigana vita kubwa sana na waganga ambao wanapiga ramli na chonganishi na kwa kiasi kikubwa tulipunguza matukio ya mauaji. Nawaomba na, na kuwasihi tuache kupiga ramli chonganishi, tutibu watu kulingana na vile ambavyo mababu walituelekeza, lakini wewe huwezi kupata hela bila kudanganya. Na sasa hivi imeingia tabia mbaya zaidi kwenu, nyewe waganga, mnafanya zinaa na wake za watu kwa kuwadanganya mnawatibia <tipi> <tipi> na mbaya zaidi, mnaenda mbali, mnawarekodi. Akitaka kukuacha, unamwambia nitakuua. Ukiona vile unavyomtisha kumuua, anakataa, haogopi, unaanza kumrushia zile picha ulizomlewesha madawa yako ukamwingilia kimwili ukimtishia kwamba utamdhalilisha wa <laughs> Naomba nitangaze vita dhidi ya waganga wa aina hiyo. Mimi naitwa Safia Jongo, sina mwhali na mwalifu <mulia>